Na kwa miaka mingi Eliud Lagat amehudumu kwenye nyadhifa za juu za idara ya polisi tangu alipofuzu kwenye kituo cha polisi cha Kiganjo miaka ya tisaini. Kabla ya kuwa naibu inspekta jenerali mwaka jana, Lagat alihudumu kwenye vitengo mbalimbali mbali vya uchunguzi ikiwemo DCI na GSU. Tupate wasifu wake zaidi kwenye taarifa ifuatayo. Eliud Kipkoech Lagat, polisi mwenye tajriba ya miaka alianza taaluma yake kwenye kikosi cha huduma za polisi mnamo mwaka wa 1998 alipojiunga na kikosi baada ya kukamilisha mafunzo yake Kiganjo. <coughs> Lagat alihudumu polisi kwa nyadhfa kadhaa, akipanda ngazi hadi kufikia naibu inspekta jenerali wa polisi kabla ya mauaji ya Albert Ojuang kutia doa taaluma yake. Lagat alihudumu kwenye nyadhfa mbalimbali kuu, ikiwemo kuwa naibu kitengo cha uhalifu, mkuu wa kitengo cha uchunguzi, na hata mkuu wa kitengo kinachoshughulikia mabomu na vifaa hatari. Miaka miwili baada ya kujiunga na kikosi, aliteuliwa kuwa inspekta wa polisi kwenye kitengo cha kuharibu mabomu katika makao makuu ya CID ambayo sasa ndiyo DCI. Kati ya mwaka wa 2001 na 2005 Lagat alikuwa mchunguzi wa uhalifu katika makao hayo hayo ya upelelezi. Mnamo mwaka wa 2020 alitajwa kuwa naibu mkurugenzi kwenye kitengo cha mageuzi ya DCI na miaka miwili baadaye, mwaka wa 2022, alitajwa kuwa mkuu wa uchunguzi kwenye wadhifa alioshikilia hadi Aprili mwaka jana alipotajwa kuwa kamanda wa polisi. Lagat alipanda zaidi ngazi kwenye idara ya polisi mwaka jana, akitoa nafasi ya Douglas Kanja alipopandishwa cheo kuwa inspekta jenerali wa polisi, na yeye kuwa naibu inspekta jenerali kusimamia idara ya polisi kuwa naibu inspekta wa polisi alisimamia kitengo cha GSU mwaka wa 2023 kama kamanda, pia akiwa miongoni mwa walioteuliwa kuhojiwa kujaza nafasi ya George Kinoti baada ya kufutwa kazi na rais William Ruto. Lagata na shahada ya uzamili ya mizozo na amani kutoka chuo kikuu cha Nairobi na shahada ya digri ya teknolojia magari kutoka chuo kikuu cha Baraton. Amepokea tuzo kadhaa za utendakazi ikiwemo hadhi ya EBS kwenye tuzo za rais, kabla mauaji ya mwanablogu Alberto Juang kupaka tope uzoefu wake wa miaka mingi sana na shinikizo za kumtaka kujiondoa ofisini. Ni Swale Zingizi, runinga ya Citizen.